Afisa mtendaji wa kata ya Lukobe nje kidogo ya manispaa ya Morogoro amenusurika kipigo kutoka kwa wananchi wenye hasira baada ya kujaribu kuondoa utaratibu waliojiwekea wananchi hao wa kuepuka msongamano wakati wa zoezi la uandikishaji wa vitambulisho vya kupigia kura. Aidha, wananchi hao waliochukizwa na kitendo cha afisa mtendaji huyo kuondoa utaratibu waliojiwekea walikusanyika katika kituo cha majengo mapya kata ya Lukobe tangu saa saba usiku ili ilikuwahi kujiandikisha katika daftari la wapiga kura kuepuka msongamano. Hii hapo ni taarifa zaidi ya mwandishi wetu Mwanika Liampawe kutoka Morogoro. Wananchi wa kata Likobe, Lukobe iliyopo nje kidogo ya manispaa ya Morogoro ambao wametishia kumpiga mtendaji wao Filipo Jitango baada ya kujaribu kuondoa utaratibu waliojiwekea kuepuka msongamano wakati wa zoezi la uandikishaji wa vitambulisho vya wa wapiga kura, na hapa hali ilikuwa hivi Masana kiongozi akisikiliza aki, aki, aki, aki, aki, wananchi wake wanasema bwana eh. Kina... sisi tumekaa hapa jamani, taratibu tufanyeje kwenye hili zoezi letu, tufanye moja mbili tatu, kwa kuepusha rabsha. Sawa, ndio kama alivyozungumza ndugu yangu, tumekubaliana tuorodheshane majina, tunakaa pembeni. Anasimama mtu mmoja pale mlangoni, anaanza kuita majina fulani fulani fulani fulani fulani fulani fulani, wekeni foleni hapa wengine wote wametulia. Wale wakishamalizika anaita wengine. Yule bwana kufika hapa no. <laughs> Sasa anapokuja mtu kama huyu, wananchi wanaanza vurugu, zinaanza amuni. kama ni shida sisi, mimi kama mwenyekiti wa chama hiki wilaya ya Morogoro mjini, nasema hivi kile wanachokubaliana na wananchi, waacheni wananchi wenyewe. Kwa upande wake afisa mtendaji wa kata hiyo Filipo Njitango akasisitiza kuwa ni kinyume na taratibu zilizowekwa na tume ya uchaguzi na kusema kuwa vurugu hizo zimechochewa na wafuasi wa vyama vya siasa. Utaratibu wa tume unasema kwamba ni marufuku kuolozesha majina, ni marufuku kuolozesha majina. Kinachotakiwa watu ni kujipanga mstari kwa namba. Hata hivyo zoezi la uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura mkoani Morogoro liloanza Juni 20 na kutarajia kufikia tamati Julai ishirini mwaka huu limepanga kuandikisha watu milioni 1,332,515 kutoka katika vituo elfu mbili mia tano thelathini na mbili ni Monica Lampo, TBC Morogoro.